tangu Kenya hii ipate uhuru 1963 nimefanya hesabu nikiwa karani wa kongamano la wabunge kutoka magharibi hakuna rais yoyote aliwe aliwahi ruhusu bajeti ya barabara ipite zaidi ya asilimia moja mwaka huu mwaka huu Magharibi, magharibi kwa bajeti ya barabara tuna zaidi ya asilimia kumi na nane ya pesa zote za infrastructure. Huyu ni mungwana, zi si mungwana? Huyu ni mungwana, zi si mungwana? Rais ni ruhusu. Sisi kule Lugari tulikuwa tumesaulika kwa sababu miaka zote tumepiga siasa ya upinzani, hata mimi nilikuja na upinzani, lakini nataka kushukuru huyu bwana, huyu bwana amesimama hapa, tulizungumza na kupitia kwa spika, tukakuja kukuona na ulitukubali na roho moja, na kufuatana na huo ushirikiano, nimeona yafuatayo: Barabara ya shilingi bilioni nne inajenga kwangu. Barabara nyingine ya shilingi bilioni moja inajenga kwangu Hostel ya Javaya TTI, na milioni mia tatu inajenga kwangu Hostel ya Kibaywa Secondary School ya shilingi mia, milioni mia moja hamsini na tano inajenga kwangu soko tatu inajenga kwangu. Bwana wewe wewe, ni mtu wa aina gani? Una roho nzuri namna hii. Sisi watu wa Kakamega, ninauliza nyinyi, nani yako na deni ya mwingine? Si ni sisi tuko na deni yake? Hebu nione wale wataliba deni yake, ninataka nione wale wataliba deni yake. Mtukufu Rais, mimi hupanga mambo kidogo, ukiniruhusu niipange hapa. Kuna timu ya maendeleo, timu yake William Samoei Ruto na kuna timu ya watu wa kukawanya wagenya, timu ya wale unajua, timu hii ya Kakamega kolikipa ni Shinali, nambari mbili anacheza Seka, nambari tatu anacheza Ikana, nambari nne anacheza Hamana, nambari tano anacheza Tinde, nambari saba pale anacheza Seka, nambari nane anacheza pale Ambuyu, nambari tisa tisa anacheza uparanya nambari kumi anacheza Nabii kumi na moja anacheza Mkabe. Mpira umewekwa katikati, anachukua pale Mkabe, anampatia Elsi Muhanda, Muhanda kwake Ghamala, Hamala anampatia Nabii, Nabii anampatia Uparanya, mpira yana... gol.